Na Mungu hatimaye amefika kwenye tukio kuzungumza na Ayubu na unaweza kufikiria kwamba kutakuwa na mambo mengi Ayubu anataka kumwambia Mungu, lakini kile tutakachogundua badala yake ni kwamba Mungu ana mengi ya kumwambia Ayubu. Kwa kweli kuanzia sura ya tatu, thelathini na nane tunapata hotuba ndefu zaidi iliyotolewa na Mungu iliyorekodiwa katika Biblia yote. Na wakati Ayubu anafikiria atamuuliza Mungu maswali mengi, Mungu Anaanza kumuuliza Ayubu maswali maswali sabini na saba kwa jumla. Kwa hivyo, badala ya kujibu maswali kuhusu kwa nini mambo mabaya hutokea kwa watu wema, au kwa nini mambo mazuri hutokea kwa watu wabaya, Mungu anauliza maswali, maswali ambayo yameundwa kufichua nguvu zake juu ya kila kitu. Hebu tuanze na maswali ambayo Mungu anamuuliza Ayubu kuhusu sayari dunia yanaanza hapa katika sura ya 38 na, na aya ya nne. Ayubu, ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya dunia? Niambie ikiwa una ufahamu, ni nani aliyeamua vipimo vyake? Hakika unajua. Au ni nani aliyenyosha kamba juu yake? Mungu anatumia lugha ya mbunifu na mjenzi hapa. Eneo la ujenzi linapimwa, limepimwa kwa ajili ya kuweka msingi kwa usahihi. Mungu anauliza kwa ufanisi, Ayubu, ulilazimika kuangalia michoro yangu nilipobuni sayari dunia? Kisha hapa chini katika aya ya 18 Mungu anauliza, je, umeelewa upana wa dunia? Kwa maneno mengine, Ayubu, unajua ukubwa wa sayari hii kweli? Ayubu hakujua kile tunachojua leo kuhusu dunia. Sasa tunajua ina maili za mraba milioni 57 za uso wa ardhi ina maili za mraba milioni mia moja thelathini na tisa za uso wa maji na mzunguko wake ni maili elfu ishirini na nne na mia tisa na mbili. Una haja ya kukumbuka yote hayo kwa ajili ya mtihani? Nililazimika kutafuta yote hayo sasa. Lazima nikiri, sikuwahi kuvutiwa na fizikia nikiwa mtoto shuleni. Nilivutiwa na elimu ya mwili, si fizikia. Lakini Mungu anaswali kwa Ayubu linalohusiana na hili. Haya ni maswali magumu ya kisayansi. Sasa anamuuliza kuhusu bahari za dunia. Hapa kuna swali refu linaloanza hapa katika aya ya nane: ni nani aliyeifunga bahari kwa milango wakati ilipotoka tumboni, nilipofanya mawingu kuwa vazi lake na giza nene kuwa kitambaa chake, na kuweka mipaka kwa ajili yake, na kusema, hadi hapa utaweza kufika na si zaidi. Mungu anasema Ayubu, ni nani aliyeanzisha mifumo yote muhimu ili kuunda mawimbi ya bahari yanayoweza kutabirika na yenye faida? Tunajua leo kwamba mawimbi ya bahari husababishwa na mvuto wa mvuto wa mwezi. Mwezi unavyozunguka dunia husababisha dunia kuvimba upande unaoelekea mwezi. Hii husababisha mawimbi kushuka na kupanda. Bila mwezi, maisha yasingeweza kustawi duniani. Bila mwezi mhimili wa dunia ungeanza kuyumba. Utulivu wa hali ya hewa ya dunia ungepotea. Mawimbi ya bahari yetu yangepungua kwa kiasi kikubwa na maji yangesimama. Dunia ya kisayansi inajua hili, imetumia mabilioni ya dola kujaribu kuelewa jinsi mwezi ulivyotokea. Kweli, rekodi ya Mwanzo moja inatuambia kwamba mwezi haukuibuka, bali Mungu aliumba siku ya nne. Na je, inahitajika kwa maisha duniani? Nabii Isaya anatueleza kwamba Mungu aliumba dunia ili ikaliwe, Isaya 45 aya ya 18. Kwa maneno mengine, tunaishi kwenye sayari iliyoundwa na mbunifu, imeumbwa kikamilifu kwa ajili ya maisha duniani. Sasa Mungu anaendelea kumuuliza Ayubu hapa katika aya ya kumi na mbili je, umewahi kuamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza na kuifanya alfajiri ijue mahali pake? Kwa maneno mengine, Ayubu, je, wewe ndiye unayeongoza kuunda siku mpya kabisa? Je, unadhibiti mwendo wa jua angani? Nam, leo tunaelewa jinsi Mungu alivyoumba mzunguko wa dunia ili kuunda usiku na mchana wa kiasi kinachofaa. Fikiria tu jinsi maisha yangekuwa tofauti duniani kama tungezunguka kwa theluthi moja ya kasi yetu ya sasa. Siku moja ingekuwa mara tatu zaidi ya urefu wa sasa. Namaanisha, ni akina mama wangapi wa watoto wa miaka miwili wangeweza kustahimili hilo? Sasa tena, Mungu hamjaribu kumchanganya Ayubu. Anamfunulia Ayubu kwamba si tu aliumba maji, ardhi na anga, bali pia anadhibiti maji, ardhi na anga. Hapa katika mstari wa 22 Mungu anamuuliza Ayubu, je, umeingia katika magala ya theluji au umeona magala ya mvua ya mawe ambayo nimeyahifadhi kwa wakati wa shida? Sasa Mungu anaweza kuwa anarejelea moja ya mapigo kumi wakati alipotuma mvua ya mawe katika nchi ya Misri. Kutoka sura ya tisa, au anaweza kuwa anarejelea hukumu wakati wa dhiki za nyakati za mwisho ambapo kama vile Mtume Yohana anavyoandika mvua kubwa ya mawe takriban pauni mia moja, kila moja ilianguka kutoka mbinguni juu ya watu na wakamlaani Mungu kwa pigo la mvua ya mawe hiyo. Iko katika Ufunuo sura ya 16. Mungu anasema, Ayubu, unajua mipango yangu kwa ajili ya siku zijazo. Unajua kile nilichohifadhi katika asili kwa ajili ya siku zijazo. Kisha Mungu hapa katika aya ya 25 anaendelea kuzungumzia mvua. anasema kwamba aliumba radi ambayo ni umeme kuleta mvua kwenye ardhi. Sasa elewa hili, Mungu anampa Ayubu taarifa ambazo watu hawataelewa kwa kani nyingi. Mwanasayansi mmoja anaandika kwamba, sasa tunajua mchakato mgumu, e, nguvu zinazalisha uwanja huu wa umeme ambao husababisha umeme kupiga na mikondo hii ya umeme yenye nguvu husababisha matone madogo ya maji kuungana pamoja na mengine ili kuunda matone makubwa. Hatimaye mfululizo huu wa matukio ya kushangaza huleta mvua kwenye ardhi yenye kiu. Fikiria hilo Mungu alimwambia Ayubu hapa katika aya ya 25, kwamba yeye aliumba radi kutuma mvua. Kwa njia si bahati mbaya kwamba Mungu anafafanua kwa Ayubu uumbaji wake na udhibiti wake juu ya dhoruba na radi. Niruhusu nikukumbushe tena, ilikuwa ni radi moto kutoka mbinguni ulioua kondoo wa Ayubu, ilikuwa ni dhoruba ya upepo iliyosababisha vifo vya watoto wake. Mungu anaashiria kwamba majanga haya si ajali za asili. Kwa kweli yanaongozwa na asili ya Mungu kwa ajili ya madhumuni yake ya siri. Sasa kuna kitu kimoja zaidi katika ziara hii ya uumbaji ambacho nataka kuonyesha. Mungu anamwonyesha Ayub kimsingi nyota na anamuuliza hapa katika aya ya 31: Je, unaweza kufunga minyororo ya Pleiades au kufungua kamba za Orioni? Je, unaweza kuongoza masera, yaani makundi ya nyota katika msimu wao? Au unaweza kuongoza dubu? Hiyo ni Big Dipper na watoto wake wanjia. Wengine wanaonyesha hapa kwamba Pleiades ni kundi la nyota linalohusiana na msimu wa kuchipua na Orion ni la msimu wa baridi. Kwa hiyo Mungu anaweza kuwa alikuwa akisema hivi, angalia juu, Ayubu, angalia makundi hayo ya nyota. Je, unaweza kuyasimamia? Je, unaweza kuleta msimu wa kuchipua? Je, unaweza kuleta msimu wa baridi? Na wazi Ayubu atalazimika kujibu hapana. Tazama, Mungu hajapoteza udhibiti wa asili, yeye ndiye muumba wa asili. Na hii mpendwa, hii inaashiria kitu cha kina zaidi, inaashiria asili ya Mungu, nguvu zake za uumbaji, udhibiti wake juu ya maji, ardhi na anga. Wale ambao leo wanaamini kuwa sisi ni ajali kwamba dunia ni ajali, kwamba tulipata bahati ya kuishi, unajua, katika sehemu hii maalum ya mfumo wa jua, hawawezi kuanza kujibu maswali ya kina zaidi, kama vile tulitoka wapi? Tunaelekea wapi? Na je tunajali hata kidogo? Ah, wacha nikuambie, Mungu muumba ambaye alizungumza nyota na sayari ziwepo kwa neno la kinywa chake, Zaburi 33 mstari wa sita Mungu wetu muumba alikubuni na kupanga uwe hai leo. Na kwa sababu ya zawadi yake ya wokovu, unaweza kuwa wake leo. Unaweza kusamehewa dhambi zako, unaweza kuzungumza naye, unaweza kumtumikia. Biblia inasema siku moja baada ya maisha haya utaweza kwenda na kuishi naye, ambapo utafurahia ulimwengu mpya ulioumbwa. Ulimwengu, hivyo ndivyo unavyomjali Mungu.